ni mbunge sasa katika mtafaruku ule, ndio anadaiwa alipiga askari na leo jana amefungwa. Ni, ni, ni, ni adhabu ya kisiasa. Mheshimiwa Lijualikali ni mfungwa wa kisiasa, amefungwa kwa sababu za kisiasa kwa sababu za kisiasa. Ni vita ya CCM dhidi ya Chadema na wanatumia wanatumia jeshi la polisi, wanatumia mahakama. Kwingineko mnafahamu vita hii, wanawatumia wanawotumia kina Lipumba, kwingine wamemweka Lema mahabusu leo ni mwezi wa tatu. Ni vita ya kisiasa, wote hawa ni wafungwa wa kisiasa. Hakuna jinai yoyote, ni siasa. Tuliwashinda uchaguzi. Sasa baada ya uchaguzi, kama mtakumbuka, walimfungulia Mheshimiwa Lijualikali kesi ya kupinga matokeo mahakama kuu, tukawacharaza viboko mahakamani, tukawapiga chini. Wamekata rufaa, tutawatandika vilevile vile. Mie ni ulikuwa wakili wake. Kuna mtu wame, ameandika nani ni wa, wa, wa, nipasha hapa, ona walioandika habari ya leo, Lisu wauziwa kesi ya Lijualikali. Mbona hamkuandika kwamba Lisu alikuwa wakili li, wa Lijualikali tangu mwanzoni mwa hii hii nani hizi kesi hizi? Anyway, kwa tuna wafungwa wa kisiasa nchi hii Mheshimiwa Lijualikali, mheshimiwa Lema ni wafungwa wa kisiasa. Sasa wale wanaofikiria kwamba kwa kumfunga Lijualikali CCM itapendwa na wananchi wa Kilombero, naomba wasahau hilo. Huwezi ukawatesa wananchi ukatesa viongozi wao waliowachagua kwa mapenzi yao, halafu ukategemea wananchi wakupende? Wasahau hilo. La kwanza. La pili, kama kuna wajinga wanafikiria kwamba ukimfunga Lijualikali basi unamfutia ubunge wake vile vile, wasahau. Katiba yetu Katiba hii hapa inasema hivi kwenye ibara ya 67 mbili, inahusu kukosa sifa ya kuwa mbunge na sehemu inayohusu vifungo inasema hivi, mtu hata kuwa na sifa za kustahili kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa mbunge ikiwa mtu huyo amehukumiwa na mahakama yoyote katika Jamhuri ya Muungano na kupewa adhabu ya kifo au adhabu ya kufungwa gerezani kwa muda, hii ni muhimu, kwa muda unaozidi miezi sita, kwa, kwa kukutwa na hatia ya kosa lolote vyovyote linavyoitwa linaloambatana na utovu wa uaminifu hiyo ndiyo katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, ibara ya 67 mbili che kwa. Ili Lijualikali asiwe mbunge kwa sababu ya hii hukumu ya kisiasa ilibidi afungwe zaidi ya miezi sita. Amefungwa miezi sita tu, sio zaidi ya miezi sita, na katiba inasema kwa muda unaozidi miezi sita. Na pili, baada ya kufungwa kwa muda unaozidi miezi sita, ilibidi iwe kwa kosa lolote linaloambatana na utovu wa uaminifu kumpiga askari polisi. Hata kama ni kweli, na sisi tunajua sio kweli, lakini hata kama ni kweli kumpiga askari polisi au kumpiga hakimu au kumpiga Kikwete au Kikwete wa sasa hivi, sio kosa linaloambatana na utovu wa uaminifu, ni kosa la common assault, kosa la shambulio la kawaida. Kwa hiyo kama kuna wapuuzi wanafikiri kifungo hiki kinamfutia Lijualikali ubunge, wakawaulize wanaowashauri kisheria, wawashauri tena.